Waandishi wa habari nitafuteni. Kwa hiyo mi nasema Simba na Yanga bado itaendelea kuwa watani, lakini wajaribu kuangalia utani ambao unaostahili kutaniwa. Kuna watu wa biashara wende wakawafundishe maana wa ya ku brand kitu wa jamaa. wameka ushamba. Yawezekana wakawa kwenye utani lakini wakawa kwenye uasiria na ndio maana kwa nini zimeuzika jezi za barakani, walichogundua kitengo cha habari cha Yanga kwamba jezi za barakani ni original kuliko ni jezi za kwao. Kwanza waandishi, mnakosea utani wa jadi. Ule si utani wa jadi, ule ni ujinga uliopitiliza. Kuna utani wa jadi na kuna ujinga wa kupitiliza, na mimi naamini kutumia maiki zenu hizi mngejaribu kutoa masomo kwa baadhi ya watu kujitambua. Shida kuna watu hawajitambui nanyi waandishi mnaendelea kushiriki ili wao wasiende kujitambua zaidi. Leo hakuna kitengo muhimu katika timu kama kitengo cha habari. Yeah, sure. Sindio? Leo. Jana nimemshuhudia mdogo wangu Ali Shabani Kamwe. Mm. Akiwa na mfamau. Mm. Akiwa na ule kubwa jinga mzee wa Maokoto, akiwa na ule godi Yanga Semanile, akiwa na mwalimu Yanga Kizuruhuda. Hawa wote wakisherekea wakitamba, hali ya kuwa wamevaa jezi za Barakane. Ndio ni wape takwimu sahihi waandishi w wa habari katika wiki hii siku mbili hizi mm. Kitendo alichofanya kitengo cha Dar es Salaam Manga Africans mm. Kitengo cha habari baraka mm. Kana ameenda kuuza jezi zaidi ya elfu moja mia mbili na themanini yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Leo hii kama unaacha jezi za GSM leo hii kama unashindwa ku brandi jezi za Ghalib Saidi, kama unaacha jezi za Ghalib Saidi yes. Leo hii kama unaacha jezi za GSM unakwenda kubrandi jezi za barakani, maana yake wewe umeamua kwenda kusaliti Dar es Salaam Africans, na umeamua kwenda kutangaza jezi za nani, za barakani leo. Ah, kitengo cha habari cha Dar es Salaam Africans wamekuwa wasaliti wa bosi BJSM. mm. watu wa biashara wende wakawafundishe maana ya kubrandi kitu wa yawezekana wakawa kwenye utani lakini wakawa kwenye uasiria, na ndio maana kwa nini zimeuzika jezi za barakane. Walichogundua kitengo cha habari cha Yanga kwamba jezi za barakani ni original kuliko ni jezi za kwao, na ndio maana mzee wa maokoto kubwa jinga yu ameamua kubrandi jezi nani ya barakane godyaung sema nile ameamua kubrandi jeze nani barakane. Nichukue nafasi hii mm. nimwombe sana Samuel, moja mkurugenzi wana wa wanachama Dar es Salaam Young Africans, eaa awaangali, hawa wanakwenda kuisaliti Dar es Salaam Young Africans kwenye biashara mm. Yuzi, juzi mm nilikuwa nimekaa Zanzibar kabla ya mechi hmm. Nimemwona yule ndugu yangu anakwenda mbele kama anarudi nyuma, Kevo amevaa jezi ya Barakani, unakaa unajiuliza, huyu kweli influencer wa Yanga? Na kuna mtu mmoja aliwaje kunambia yule Kevo ana degree. Sio kweli, mwenye degree hawezi kufanya ujinga kama ule ambao Kevo anaufanya. Guys, waandishi wa habari mliwahi kushuhudia mwanachama wa Simba anafanya ujinga ule ambao Yanga aliofanya? Kwa hiyo leo, waandishi wa habari, msiseme utani, semeni kitengo cha Dar es Salaam Africans, kitengo cha habari kimeamua kwenda kumsaliti mwekezaji, anawekeza kwenye timu yao GSM. na ndio maana umetangaza safari yote, nyinyi mnajua wanakwenda Zanzibar jana alikamwe katangaza aha. Na mmoja Zanzibar wanavaa jezi za nani, za barakane Waarabu, tuna neno letu moja tunasema, wafadhiraka wapundaka. Fadilake, wapundaka <laughs> <laughs> so <laughs> <laughs> <Wafadhiraka>. <laughs> Leo haya ndo malipo JSM wanayoyapata kutoka kwenye kitengo cha habari cha Yanga. Wafadhiraka wapundaka. Nenda kawauliza wao si Waarabu weusi nenda kawauliza wenyewe. <laughs> wapundaka, <laughs> wapundaka. <Maana yake. laughs> <laughs> <Wafadhiraka, pundaka>. wapundaka. <laughs> Kwao niwaambie ndugu zangu hao. Ndio. Simba na Yanga kweli ni watani, lakini tuende kwenye utani wa maslahi ya vilabu vyetu, tuende kwenye utani wa maslahi kwenye taifa la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tusiende katika utani ambao tunaofanya tukaenda kuwaumiza wale watu ambao wa wanaojitoa usiku na mchana kwenda kuzisaidia hizi timu. Leo utani waliofanya kitengo cha habari cha Dar es Salaam Young Africans wamekwenda kumuumiza mwekezaji wao GSM, yeah. Kuna haja uchunguzi ufanyike pale ili pengine wanaweza wakagundua baadhi ya vitu ya kama viashiria vya, vya usaliti. Kabla ya uchunguzi, usaliti tayari umeshaonekana. Leo meneja kitengo cha habari cha Dar es Salaam Young Africans nikio cha jamii akifanya no meneja yeah, sure. wa habari ndo Yanga amefanyaje? Imefanya kwao Yanga waziwazi, kupitia presidenti wao wameamua kufanya kumsaliti mwekezaji wao GSM. Ni mwombe sana Arim. ni bilionea yule, ana hela, atafakari jua hili sounds... wema wake unamponza. Leo yule semanile godi anajisahau leo, anakwenda kubrandi jeza barakana naiacha ya Yanga. Hebu nyi waandishi wa habari nitafuteni namba karibu Saidi, nataka niongeai, hamna nyinyi nipeni. Kwa hiyo mi nasema Simba na Yanga bado utaendelea kuwa watani, lakini wajaribu kuangalia utani ambao unaostahili kutaniwa.